Oh yes, hii ni top 5 ya lugha ambazo zinazungumzwa sana duniani ama zinazungumzwa na watu wengi sana duniani, so bila kupoteza time tunaanzia namba tano mpaka namba moja. So namba tano, hichi ni Kifaransa. Kifaransa origin yake ni uh, kule Ufaransa kwenyewe, so kinazungumzwa na takribani watu zaidi ya milioni mia tatu ulimwenguni kote. Nchi tofauti tofauti zinazungumza hivyo. Kwa mfano wa Afrika wa Magharibi kule wanazungumza sana Kifaransa. Uh, even Congo hapa DRC wanazungumza sana Kifaransa, so uh, namba nne ni Kihispania, so zaidi ya watu takriban milioni mia tano hamsini wa wanazungumza uh, Kispain, na hii Spain ni original kutoka kwa nchi ya Spain yenyewe ambayo iko Ulaya na kinazungumzwa mataifa mengi especially ya mataifa ya Amerika ya Kusini, so kinazungumzwa sana. Lakini namba tatu hichi ni Kihindi, so Kiindi chenyewe kinazungumzwa na takriban watu milioni mia sita. Yes, zaidi ya watu milioni mia sita wanazungumza Kiindi. So unaweza ukajiuliza kwamba Kiindi uh, Wahindi wenyewe ndio wanaongoza kwa kuwa na population kubwa, lakini kwa nini almost watu, uh, milioni mia sita takriba ni watu milioni mia sita ndio wanazungumza Kiindi. So you can see kwamba hichi Kiindi ndio kama lugha ya taifa yenyewe. Kwao unakuta ni inazungumzwa zaidi na very official kwenye maeneo official kwenye TV kwenye radios na vitu kama hivyo lakini kule India kuna watu wengine wengi tu yani wanazungumza lugha nyingine. Kwa mfano Punjabi wanazungumza wapo wa India ambao ni wa Punjabi wapo kule wanazungumza kipunjabi. Kwa hiyo sio wa India wote wanaozungumza Kihindi. Lakini namba mbili, hichi ni Kichina, lakini kile cha Mandarin ama Chinese ama Mandarin Chinese. Kile kinazungumzwa na takriban watu bilioni moja nukta moja. So you can see kwamba ni watu wengi sana wanazungumza Kichina, lakini namba moja hii ni uh, Kiingereza. Kiingereza ama English, hiyo ndio lugha ambayo inazungumzwa na watu wengi kuliko wote duniani. Takriban watu bilioni moja nukta nne wanazungumza Kiingereza, so hii itategemeana, kwa sababu kuna watu wanazungumza Kiingereza kutoka Marekani, kutoka I mean Ulaya kwenyewe pale pale uh, nchini Uingereza uh, lakini nchi nyingi, kwa mfano Australia, New Zealand zote zinazungumza Kiingereza. Kwa hiyo you can see ni watu wengi sana wanazungumza Kiingereza, na baadhi ya nchi even za Afrika Kiingereza ndio the first language. Nigeria, nchi kama hizo zinazungumza sana Kiingereza. So this is Top 5 na BNP na mimi ni Philip kutoka BNP. Peace. See you next time.